Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, karibuni sana tusikie maneno ya Mungu kwa kifupi ambayo yanatuhamasisha namna ya, na ya kumtolea Mungu sadaka ya shukurani ya mavuno. Neno ninalolitumia ni, ni kutoka kile kitabu cha Malaki sura ya tatu na ule mstari wa kumi a e. Maandiko yanasema leteni zaka kamili garani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Leteni zaka kamili garani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Tuombe Mungu. Tunasema sante kwa kwaini mwema, sante kwa ajili ya wakati huu umetupa nafasi ya kutafakari maneno haya kwa kifupi katika jina lako. Amen. Ndugu zangu wapendwa, waumini wenzangu, na watu wote ambao tumepewa wajibu na Mungu wa kumtumikia yeye kwa njia ya kumtolea sadaka zetu za sukurani kupitia baraka anazotupa Mungu katika maisha yetu, nipende kwa karibisha sana kuyatafakari maandiko haya kwa muda mfupi. Maandiko yanasema leteni zaka kamili garani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mungu ndiye anayesema maneno haya, lakini anasema na watu wote ambao tunapewa baraka kutoka kwake ili tumtolee zaka katika yale ambayo ametupa yeye. Zaka kamili ni katika kile kitu ambacho mtu umepewa na Mungu na yeye anataka sehemu ndogo sana katika baraka aliyokupa. Ninatoa mfano, ukipewa laki moja zaka ya Mungu ni shilingi elfu kumi, na hiyo ndiyo zaka iliyokamili. Kwa hiyo katika kila kitu ambacho Mungu anakupa unakipokea kwenye mkono wako, ni lazima umrudishie Mungu sadaka ya kushukuru ya zaka kupitia hicho ulichopewa, na huu ni wajibu, wala sio ombi. Ni wajibu na ni agizo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa nini? umekuwa ni wajibu wetu na ni agizo. Kwa sababu maandiko yanasema katika Zaburi ya ishirini na nne mstari wa kwanza nasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana yake ni kwamba kila kitu tulicho nacho vyote ni mali ya, mwa, ya Mungu, na mimi na wewe tu mali ya Bwana na kila kitu tunachokiona. Basi katika kumtolea Mungu wetu sadaka ya kushukuru ya zaka ni lazima tutoe katika kila baraka ambayo tunaipokea kwenye mikono yetu, na hatutapungukiwa. Ikiwa tutamtolea Mungu kwa uaminifu, baraka zake zitaendelea kumiminika kwetu. Niwakaribisha sana waumini wa ushirika wa Uhuru siku ya Jumapili ya tarehe ishirini na sita, ndiyo siku ya kilele kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Mwaka mzima ametubariki baraka za kila namna, lazima tumtolee sadaka ya kupendeza, ili nyumbani mwake muwe na chakula kingi cha kutosha. Hizi baraka zitafuatana na sisi ikiwa tutamtolea Mungu kwa uaminifu. Mungu wa mbinguni awabariki sana, amen.